Wote waifikirie toba Kwa Mungu. Ameacha nafasi ya mwenye dhambi atubu dhambi yake, ili atakapokuja akute watu amesha atubu, aende nao mbinguni. Kama watu hawataki kutubu, basi tutaona kuchelewa kwa hukumu, kwa sababu Mungu anasubiri watu wafanye toba. Na ndiyo maana kwenye maisha ya kawaida ya binadamu, wana neno wanalolisema, mbona waovu wanaishi miaka mingi kuliko wema? Nadhani muulizaji, uliwahi kusikia hilo swali na wengine wanaotusikiliza hapo wamewahi kusikia swali hilo, kwa nini mwema anakufa haraka kuliko mwovu? Wanaona watu wanaishi maisha mabaya, dhambi nyingi wanazitenda, wanapata mali kwa kudhulumu watu wengine, wanaroga wengine, wengine wananyang'anya, wanatapeli, lakini utakuta mtu huyo ana 80, 90 mpaka mia, lakini Mungu anasema anamwacha mtu huyo, anampa nafasi ili aweze kuipa toba maana hapendi mwenye dhambi hafe na dhambi zake. Mungu hataki mwenye dhambi hafe na dhambi zake, isipokuwa anamwachia nafasi. Tunapokuja hapa, ndugu zangu, tunapokuja kama hivi, tunaeleza habari za Yesu Kristo, lengo ni kwamba kuwa kuwaelekeza utaratibu ambao Mungu anautaka ili usife ukiwa na dhambi zako. Ukimwendea Yesu leo, unapata msamaha wa dhambi zako. Kiama kikiwa leo, una uhakika wa mbinguni. Kuna watu wanaabudu, ukiwauliza kama leo ni kiama unaenda mbinguni, anasema anajua Mwenyezi Mungu, yeye hajui. Lakini huyo huyo ndio anayefanya madhambi kwa dhambi zake anajua, huyo huyo ndio anayejua hajatenda dhambi. Sasa, kwa nini asijua anaenda mbinguni kama leo ni kiama? Ni kwa sababu ndani yake hakuna roho wa Mungu atakayemsaidia kutambua maisha matakatifu anayoyaishi yamekubalika na Mungu. Kwa hiyo ndugu yangu, hajasema miaka miwili, hajasema miaka mitano, lakini bibi anasema hakawii. Sasa neno hakawii siyo kwa hesabu yangu na ya kwako ya miaka elfu mbili miaka elfu mbili kwangu mimi amekawia, si eh, sindiyo? <laughs> lakini kwake akawii. Je, siku tatu, siku nne, siku tano, kama siku kumi, basi piga mara elfu moja. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Mungu wetu hakawii na hajataja idadi ya miaka kwamba baada ya miaka fulani ninakuja. Amenipa nafasi, amekupa nafasi ufanye toba ili uifikie mbingu. Mimi na Bwanayesu asifiwe sana. Kama nime umeridhika na swali au kuna swali jingine, tunakuruhusu pia. Kabla tujaenda kwenye somo jingine, tutakuwa na somo jingine na kila somo tutaruhusu mwenye swali aulize swali lake. E, hiyo ni nzuri zaidi. Maswali yanafundisha. Hata bwana Yesu alipokuwa na wanafunzi wake akitoka kwenye mikutano ya hadhara, wakiwa na wanafunzi, wanafunzi walikuwa wanamuuliza maswali.